Jamani, ni majirani zetu muliotoalika sherehe zenu, tukaja tukasherekea na nyinyi, tukala chakula mlichotupikia, vinywaji mulivyotununulia, milango muliotufungulia katika majumba yenu, na undugu muliotuonesha, asanteni. Kama ni Krismasi unaisherekea wewe, mimi hainihusu. Mimi nimekuja sababu wewe ni jirani yangu. Kama vile ninavyokualika Idi, ndivyo ulivyonialika Krismasi. Mimi namjua Jesus ni nani na najua alizaliwa siku gani na najua yeye ni nani kwetu sisi Waislamu. Unavyonialika mimi ninakuja kwako kwa nyumbani, chakula chako umefata njia zote za kukifanya halali, mimi nitakuja kula, dadangu wala usishughulike wala usikasirike, tumeelewana nitakuja nitakula, nitamaliza nitatoka, kwa sababu mimi dini yangu nimeibeba hapa. Kwa hivyo kuna haya maneno yanaozunguka, tukiambiwa tusisherekee na wenzetu, hayo maneno asiwatishie au ni watu baadhi kadhaa tu. Na mimi nina kitu nataka kuwauliza Wakristo na Waislamu. Muslims, why are you always intimidated by Christian because Christians They don't meddle in your business no matter what you do. But every now and then when, whenever Christian they are doing their own celebrations. Nyinyi muko, Waislamu, sijui saini Christmas sijui musifanye, musifanye. Why are we acting so important than other religion? These Christians they were created by God and God aliwafanya wakae katika hii dunia na dini yetu ikatuambia tuwaheshimu wa Kristo na watu wa dini zote tuwaheshimu. Tukiwaandika kazi, tuwalipe jasho lao kabla halijakauka, tukiwaoa tuwatendee wema, tukizaa na wao tuwatendee wema, tukiishi na majirani zetu tuwatendee wema. Dini yetu inasema tumjue jirani, na Mwenyezi Mungu hakusema jirani ni Mkristo ama ni mwindi? Alikuambia jirani, mpe jirani yako haki yake. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamka, anapeleka chakula kwa Myahudi mpaka akasahau maswahaba zake. Alipopata jirani yake Myahudi anakaa na jirani yake Myahudi, wanazungumza, wanawasiliana, hakujua kama ule ni Myahudi. Lakini saa hizi kuna mashekhe wamekurupuka mahali sijui wanawazimu gani. Mimi nimesoma nikiwa mtoto nikiwaona kina Sheikh Muhamad Kasim, kina Sheikh Muhamad Swalihu, Mungu amrehemu, na wengine. Wamesomea shule za missionaries, hawakuwa discriminated katika hizo shule za missionaries. Kuna wale waliruhusiwa kutandika miswala wakaswali, na wakaruhusiwa kusoma misafu. Mbona hawakubadilika kina Muhamad Kasim? Sisi tumesoma mashule tukiimba nyimbo za Kikristo asubuhi mpaka jioni. Mbona tu kuacha dini, huu wasiwasi umewaingia mpaka munajifanya nyinyi ndio binadamu muhimu? Umetoka wapi? Kwanza, kama kuna shekhe ananitia wasiwasi wasi, ni ule shekhe yule, sijui anaitwa Kazana, sijui anaitwa nani, wallahi, the body language of that sheikh scares me Hati sisi huwa tunawasilimisha Waislamu wengi wengi, kwa sababu wao tunawasilimisha Wakristo wakija katika dini mamilioni kwa mamilioni, kwa sababu wao wako na chembe chembe za udini. When that sheikh akizungumza look at the body language, kama anaweza zungumza hivyo in public, what will you talk about Christians in private? Why do muslim act like they are the purest human being on this planet? Let me tell you something about Muslims you don't know. If you want to look at a people belongs to one religion who are very judgmental, they are Muslims. Waislamu sisi tukikaa juu ya kiti, tumekalia kiti cha Mwenyezi Mungu. Tukikuangalia hivi, tunajua wewe unaenda motoni, wewe utaenda peponi, wewe utafungwa, wewe utakufa kesho. Hakuna watu wanaojua watu kesho yao itakuwa vipi kama Waislamu. Kama nimekosa, nisamehe, we are the most judgmental people on this planet. Na ingekuwa wenzetu Wakristo wanatujaji kama vile sisi Waislamu tunavyojaji wenzetu, hatungeingia nchi ya mtu. Leo hii Waislamu wana claim asylum nchi za watu, Marekani, London, wanaenda huko. Wakristo wanalipa ushuru, Waislamu wanaingia huko wanazaa watoto kama panya wanalipwa, wakizaa wale watoto wanapatiwa free nyumba bure, wama wanapatiwa food stamps, wanapatiwa kila kitu cha bure. Niambieni, ni nchi gani ya kiislamu inayofanya hivyo eh? Na hizo nchi wanazoenda za makafiri wanapata haki yote. Mwislamu akiuawa anapata justice? Arabuni, nenda ukauawe Uniambie kama utapata haki. Kila siku wasichana wetu wanatupwa juu ya magorofa na waislamu wenzao, hakuna haki wanaopata, na wadau tusikii kama kuna justice. Ni maiti yenu inaletwa nyumbani basi, na utamsikia shekhe akiongea kitu. Ngojea tu mwislamu auawe Marekani, wote wako barabarani. Ngojea tu mtu auwawe London, wote wako barabarani. Saa ingine tuwe na aibu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuishi katika hizi tabia. Hizi tabia tunatoa wapi? Tunakashifu dini za watu kupita kiasi. Wakristo wakifanya jambo lao, Waislamu ndio washajikusanya. Sio haki. Yesu alizaliwa siku hii, kila mtu anajua, hakuna mtu mjinga katika hii dunia. Hata Wakristo wenyewe wanajua Yesu ya kuzaliwa tarehe 25. Wakisherekea wasisherekee atuhusu nini sisi? Tukitaka tuwaingie katika dini yetu tutawalingania katika njia iliyo ya sawa na ustaarabu. Hakuna vile utamdharau mtu umuite kafiri, alafu kesho ataka kumsilimisha umlete katika dini yako. Dini gani ilokosa adabu eh? Lakini pale pale maimamu watakolawiti watoto wako huku Lamu, mashehe na maimamu baadhi yao wamefanya watoto wa watu wasenge. Kuna wale maimamu maustadhi wali watatu wali walilawiti watoto Kwale watu wakaficha kiuislamu, wakaachiliwa katika streets. Mambo kama hayo yakifanyika kimya, mumekaa chini amupande juu ya mimbar, mkasema Waislamu tumezidi hii tabia na ikome. Mkishafanya makosa ndio mnajiita tustirini. Uislamu wachaneni na Wakristo, wapatieni Wakristo heshima. Kitabu chao japokuwa wamekibadilisha kimetoka kwa Allah, tukiishimuni. Katika ile Biblia, Jesus ametajwa Maryam ametajwa, kuna aya za Qurani ziko katika kile kitabu. Tukishimuni kile kitabu, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na kina maneno pia, wao wamebadilisha tu kitabu chao. Sisi Waislamu, we are so pure. When it comes to Eid, sisi tunafaa tuwaalike katika majumba yetu waje wale biriani letu wale pilao yetu. Hawajui hata maana ya Eid ni nini maskini, na wanakuja maskini wanakula na sisi, wanasherekea na sisi. Lakini ikifika wakati wa Christmas, mimi ni mtupe jirani yangu, ni mtupe ndugu ambaye alinisaidia Mwislamu hakuwa mtu ambaye alikuja jua likiwa limewaka nikiwa nanyeshewa kwa sababu tu ya Christmas. Dada zangu mlionialika wakati wa Krismas, asanteni. Majirani zangu ambao mlioniletea mapochopocho yenu wakati wa Krismas, asanteni. Tuendeleni kuwa ndugu, tuendeleni kukaa pamoja, tuendeleni kusaidiana kwenye mashule. Nikiwa na matatizo, twasaidiana, twafanya nini? Kama wewe wamtukuza Jesus, kama wamwita Mungu, kama wamfanya nini, it is none of my business. Mimi namjua Jesus nani? Najua Jesus alizaliwa lini na kuna vile ninavyomheshimu Jesus. Dini yangu hainipatii hatari vile utakavyoabudu yako. Dini yangu niko nao katika moyo wangu. Na ndiyo maana mimi ubeba Uislamu wangu na moyo wangu. I don't have to go and force everyone how pure Islam it is, how peaceful religion it is. Tunajiita huku kwa media a religion of peace. What kind of peace do we have? Because for the recent years mimi naona vituko tu. Kuna zaidi ya chakula cha corona kukusanywa na kulipwa ushuru na Wakristo kikaletwa Mombasa. Mwisho wa kuishia mlipopatiwa chakula nyinyi Waislamu, mkapatia Waislamu wenu si Wakristo mkawatenga. Na ni chakula ambacho kilimetolewa ushuru na makafiri kutoka Ulaya, kutoka wapi, kutoka wapi. Si ingine tuoneni aibu. Tuishimuni Wakristo. Tuacheni kuingiza mapua katika dini za watu. Makosa.